Pale Maganzo. Yes. Ana mtu mmoja ambaye yeye ni msaifu wa miguu. Ndio. Miaka yote hajawahi kwenda anapambana, lakini anashindikana. Ndio. Anaenda kwa pale anashindikana. Ndio. Anasema pale Maganzo. Alikuwapa na mtu huyo yaonekana, uko hapa wewe, amen, umeteseka miaka mingi, lakini ziko habari njema. Biblia inasema ya kwamba yule mtu aliposikia, anawakaa msikiliza Paulo akihubiri injili seemina, alipokuwa anaendelea kuhubiri injili, ndipo sasa tunaona Paulo anasema ya kwamba

kanga unaumwa, inafika wakati wanakubadilishia tu madawa, wanakuambia tafuna ni mzizi, unatafuna. Haleluya! Na una taribu. Haleluya! saeabar Wana nasumbua, wanasema ya kwamba ngoja kwanza. Sasa sikiliza wewe, alete ngombe Amen. Uko Bwana jioni yes, ya leo huko Yesu jioni ya leo yes. Haijalisha mbona yeah, kila wakati unatumia madawa inashindikana, unaishi Una kwa madawa yeah. Una inashindikana kila wakati pesa yeah, kila wakati kansa. Sikiliza, ni kwambia yuko Yesu. Yes. Yuko Yesu. Yes. Yuko Yesu. Okay. Ma -apu -apu. Yuko Yesu yuko Yesu siogia leo unapo mwangine unapo unaponywa. Hata kama uko hapo hata nasikia maumivu, nataka ni kwambia inapo sema maneno haya shika mkono wako hali ambapo pana leta maumivu kwanini yuko. Yes. Bwana wa majeshi yuko hapa kuponya ayo. Sikiliza, kama uko hapa mm, hujampokea Yesu uh. mm. Hidi sikiliza, Biblia inasema uh. mm. Paulo kwa mtu kwamba yule mtu ana imani eh, maanake kutayari kumpokea nani Yesu Kristo, sema amina kwa jina la Yesu. Kama uko hapa haujaokoka yes, unatamani Yesu awe maisha yako, Yesu akusaidie, Yesu akuponye, hata kama ni mkonywa, nyosha mkono juu, yuko Mungu hapa, aikatarobosetelemamo yuko Yesu hapa, kwa jina la Yesu Yesu akupenye Yesu leza shida mm, ambayo mateso kwa jina la Yesu Kristo yes, unaweza kunyosha mkono juu katika jina la Yesu. Sasa kama kama utaki kunyosha mkono la hivi tu sema amina, hata hapa hapo ulipoweka mkono ambapo unaona kuna maumivu kwa yes, jina la Yesu, ninakwenda kuomba yeyote aliye mgonjwa kwa jina la Yesu anakwenda kuponywa hata yeah, kama wewe yes, una ndugu yako ni mgonjwa, kwa sababu iko mamlaka juu ya leo. Nataka yeah, nikwambie yeah, unakwenda no, no, no, no anakuja kwa jina la Yesu Kristo, anakwenda kuinuliwa kwa jina la Yesu, anakwenda kuinuliwa hey, kwa jina la Yesu, amen. Hey, hey, hey, hey, Baba Mungu, tazama mama yule anateseka, dada yule yeah. anateseka baba, yes. yule anateseka yeah. anate yeah. Mungu wa mbinguni, si inaomba nguvu si yako ya uponyaji, nguvu yako uzima kwa jina ya Yesu Kristo, ninaamuru kila uzime, kila uzime, kila uzime, kila uzime, kila uzime, kila uzime! Ninaamuru ninaamuru kwa jina la Yesu, uwe uzime, uwe uzime kwenye kizazi, uwe uzime ah, waina ina wote kwenye mwili wako kwa jina la Yesu, kwa Baba Mungu, asante kwa ajili ya utukufu wako, kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya nguvu zako, kwa kumponya mama yule, kwa kumponya dada yule katika jina la Yesu Kristo. Baba pekee yako na uweza sasa, tazama wafanya biashara wako hapa, wanafanya biashara, umesema na kubariki kazi ya mikono, kazi ya mikono Mungu. Neema ni ya mafanikio kwenye biashara zao, katika jina la Yesu Kristo wakawa salama na wakauze zaidi, kwa jina la Yesu. Kila chumba ulete yote, katika ulimwengu wa Roho aliyomwagwa wa, kwenye maduka kwa tatonoga, kwa jina la Yesu ninaamuru nguvu sio kwa kawaida, katika jina la Yesu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Muda wetu ni mchache, tunaendelea kwenda sehemu nyingine. Ni kanisa la Tanzania liko pale nguzo mbili, liko pale nguzo mbili. Ukiona, unapita pale nguzo mbili, kwenye barabara, kwenye kona pale, utaona jengo fulani kubwa na matubai pembeni, pembeni tuko hapo. Yawezekana unatusikiaga hata kwenye maombi asubuhi saa kumi na mbili, unaposikiaga na sisi tuko pale. Kwa hiyo tunakukaribisha, unatamani kufika kesho katika ibada.